The glory of my people. How to activate your spiritual sight. Jinsi ya kuamsha macho ya kiroho. Kila mwanadamu ameumbwa na uwezo wa kuona katika ulimwengu wa kiroho ili apate kujua siri za baba wa mbinguni. Macho ya kiroho ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kuona kiroho sio ndoto au miujiza ya wachache tu ni sehemu ya urithi kama mtoto wa Mungu, ili upate kujua na kuyaona makubwa usiyoyajua kwa fikra za kibinadamu. Katika video hii leo tunamsha macho ya rohoni, ili upate kuona si kwa mwili, bali kwa roho. Once your spiritual eyes are opened, you will never see the world the same again. Ukishafunguliwa katika macho ya kiroho hautaona ulimwengu kama zamani tena. Tunazo njia nne according to the Bible zitakazokusaidia kuamsha macho ya kiroho. Kwanza, hakikisha umesubscribe chaneli umelaki kazi hii ya kusambaza nuru ya mtakatifu na utashi. Njia ya kwanza desire, tamanio na maombi ya dhati. Ulimwengu wa kiroho haujifunui kwa yoyote tu, bali kwa wale wanaomtafuta mungu kwa moyo wa kweli. Imeandikwa katika kitabu cha Wafalme wa pili 6:17 Elisha, akaomba akasema, Ee Bwana, tafadhali fungua macho yake apate kuona. Omba kwa mungu, fanya maombi, mungu akufungulie kuona kwa maombi tu. Suleiman mfalme tajiri kuliko wote aliwahi kutokea na hata tokea tena, aliweza kuomba busara, naye Mungu akampa hazina za gizani. Leo hii katika ulimwengu wa kiroho amka usiku sai, fanya matamanio katika moyo wako na maombi ya dhati, ukimwomba Mungu akufungulie macho kiroho. Sema, ee Bwana, fungua macho yangu ya kiroho kama ulivyofungulia mtumishi wako Elisha, nipate kuyaona yale ambayo ya kawaida hayawezi kuonekana. Njia ya pili, purify your heart Takasisha moyo wako, takasa moyo wako. Macho ya kiroho haiwezi kuona ikiwa moyo wako umejaa uchafu, una chuki au dhambi mingi. Toba ya kweli huondoa giza na kufungua nuru ya kuona mambo ya rohoni. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 5:8 heri mwenye mioyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ukipata moyo safi, basi ni lazima utaona katika ulimwengu wa kiroho kwa maana huyo umepata kumuona Mungu katika moyo ulio safi, basi na macho yako ya kiroho pia yatafunguka. Sema, Bwana nipe moyo safi, unitakase kwa damu ya Yesu ili macho yangu ya rohoni yafunguke. Sema maneno haya wakati wa usiku kwa kuyarudiarudia: Bwana nipe moyo safi, unitakase kwa damu ya Yesu ili macho yangu yaone rohoni, macho ya rohoni yafunguke. Njia ya tatu, stay in the word, kaa katika neno la Mungu. Ukitaka macho yako ya rohoni yafunguke ni lazima ukae katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama taa inayoangaza macho ya ndani. Kadi unavyolisoma neno na kulitafakari, ndivyo unavyopata mwanga wa kuona katika ulimwengu wa kiroho, mahali ambako wachawi huona, majini huona na malaika pia huona. Katika kitabu cha Zaburi 119:18 Daudi alisema, fungua macho yangu nipate kuyaona mambo ya ajabu katika sheria yako. Hakikisha unaisoma bibilia usiku manane, baada tu ya kumaliza hayo maneno uliyosema hapo juu. Njia ya nne: hakikisha unafanya mazoezi ya kujizoesha utulivu na kusikiliza. Jifunze kujizoesha utulivu wa kiroho na kusikiliza sana. Hii upatikana wakati wa usiku, sauti za dunia na mawazo mengi huwa uwezo kuona kiroho. Wakati mwingine Mungu hufunua mambo kwa utulivu mkubwa ndani ya roho yako. Funga macho, pumua polepole, sema kwa imani: "Roho Mtakatifu, nielekeze, nionyeshe yale unayotaka niyaone. Roho Mtakatifu, nielekeze, nionyeshe yale unayotaka niyaone." Rudia maneno haya mara nyingi wakati wa usiku, ukiwa umefumba macho, unapumua kwa upole na unatafakari, basi Mungu huingia ndani ya roho ya watulivu. Kwa kwa, kwa kwa pumzi tu, Mungu alimuumba mwanadamu na akampulizia pumzi katika tundu mbili za pua. Ukipumua kwa upole, kutuliza macho yako na ukatazama kwa ndani, ukiwa umefumba macho utaona vitu vya ajabu katika ulimwengu wa kiroho, Mungu kufungulia unuru wakati tu unapokuwa umetulia wakati usiku. Je, tano, walk in obedience. Tembea katika utii. Kuna utofauti kati ya kumtii Mungu na kumwamini, na kuna tofauti kati ya kusema naamini katika Mungu. Macho ya kiroho ni zawadi ya uaminifu. Wanaomwamini Mungu na kumtafuta katika moyo, ndivyo macho yao ya kiroho hufunguka zaidi. Imeandikwa siri za Mungu ziko kwa wale wa mchao kadi unavyozidi kumtii Mungu katika mambo madogo madogo, ndivyo anavyokuamini zaidi na kukuonyesha mambo makubwa ya rohoni. Soma kitabu cha Yohana 14:21 imeandikwa, yeye aliye na amri zangu na kuzishika huyo ndiye anipendaye. Mungu mpenda mtu animpenda zaidi, wala usione taabu kurudiwa naye kama siku moja kikuadhibu. Njia ya sita, fasting and prayer, kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba si kila mtu anaweza, wengi hushindwa na matamanio ya vyakula na njia ya muda mfupi. Itese nafsi yako, itaabishe nafsi yako. Fasting huondoa uzito wa mwili na kufungua usikivu wa roho. Wakati wa kufunga, roho yako inapata nafasi ya kuinuliwa juu ya mambo ya mwili, unapata kushinda. Ukiamka usiku sema, sema, "E Mungu, ninanyenyekea mbele zako. Nikitafuta uso wako, nifungue macho ya roho yangu. E Mungu, ninanyenyekea mbele zako. Nikitafuta uso wako, Nifungue macho ya roho yangu. Nionyeshe njia zako. Utarudia maneno haya kila wakati, kila mara mpaka nafsi yako itatengeneza kitu katika ulimwengu wa roho. Namba saba, guard your spirit. Linda roho yako kuliko vyote uvilindavyo. Macho ya kiroho yanaweza kufungwa tena kama mtu ataruhusu giza au uchafu wa kiroho kama chuki, wivu ama uchawi. Linda moyo wako kwa sala, shirikiana utolee Mungu katika madhabahu mbalimbali kama hii YouTube unayosikia na enenda njie katika njia zako za utakatifu. Fikiria katika kitabu cha Mithali nne ishirini tatu imeandikwa linda moyo wako kuliko vyote ulindayo bana, ndiko zitokazo chemuchemu za uzima. Endapo utalinda roho yako, utalinda na moyo, basi Mungu hukuweka katika nafasi nzuri ya utakatifu. Hapo macho yako yatafunguka katika mambo haya yote. Unayotafuta kufungua macho ya roho, jiepushe na chuki, jiepushe na mambo ya wivu, jiepushe na uchawi, lakini pia kuwa mwingi wa the glory of my people. Linda roho yako kuliko vyote uvilindavyo. Macho ya kiroho yanaweza kufungwa tena kama mtu ataruhusu giza ama uchafu wa kiroho kama chuki, wivu ama uchawi. Linda moyo wako kwa sala, shirikiana utolewa Mungu katika madhabahu mbalimbali kama hii YouTube unayoisikia na enenda katika njia zako za utakatifu. Fikiria katika kitabu cha Methali 4:23 imeandikwa linda moyo wako kuliko vyote ulindayo bana ndiko zitokazo chemchemu za uzima. Endapo utalinda roho yako utalinda na moyo, basi Mungu hukuweka katika nafasi nzuri ya utakatifu. Hapo macho yako yatafunguka katika mambo haya yote. Unayotafuta kufungua macho ya roho, jiepushe na chuki, jiepushe na mambo ya uwivu, jiepushe na uchawi, lakini pia kuwa mwingi wa kusubiri, mwingi wa subira. Wateule wengi wa Mungu wanakwenda kanisani lakini akitoka kanisani na sahau kila kitu. Kitu kidogo tu atagombana na mtu, kitu kidogo tu ataonyesha chuki yake dhahiri, na wakati mwingine hana atasubira. Lakini pia ukitaka macho yako yafunguke zaidi, nje ya nane, toa kwa maskini, walishe maskini, wape wasiokuwa na nguo, usijali nafsi yako tu, wala usijifiche pembeni ya mtu mwenye damu moja pamoja na wewe. Kama wewe ni sajili, usijifiche sana na matajiri wenzao. Mungu anachokupa share na masikini, utapata zaidi ya ulichonacho. Kuwa mtoaji, be the giver. Mi naitwa Emmanuel. Subscribe channel hii, like video, hakikisha umeshare kwa marafiki.